Ninayemwogopa mimi sana ni mkubwa wangu, yani mzazi wa mkubwa wangu kwenye ofisi na mambo mengine kama. Na mtu wa tatu ni mtoto mdogo, kwa sababu sijui kesho atakuwa nani, kwa sababu sipoangalia mtoto mdogo, kesho atakwambia lala hapa, vua nguo, mimi nitazame uchi wako, wakati ni mtoto wako. Kwa hiyo mimi watu watatu hawa naogopa sana. Sasa waliponichagua kuwa mwenyekiti wa bodi ya shule hii, hata kama ni padre, nilikuwa nawaogopa sana watoto wao kwa sababu wanaishi katika mazingira magumu, lakini natakiwa ndio niwasimamie. Sasa nilichokifanya ndio hicho ambacho pengine mmekisikia, lakini pia niliendelea kufikiria zaidi. Maana katika ile orodha yetu ya matatizo, tatizo la kwanza lilikuwa ni bweni. Tuna watoto hapa mia nne hamsini na nne. Tunalo bweni nyuma huko la wasichana tumewaweka watoto 242, Just imagine. Sasa hivi tumepata la TASAF lile, ndio wanaingia wenzangu wavaa suruali kama mimi wa... Baba, umetuambia tuweke watoto themanini, sisi tutaweka wote 212, wavulana watakaa hapa, lakini saa hizi wanalia chakula, inapokuja kunyesha mvua, ndio wanakula chakula na mvua inawanyeshea wanafunzi wote naomba msimame, wote msimame. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya wanafunzi hawa, mi padre ambaye nazuiwa kuzaa watoto, naomba nikupigie magoti kwa ajili ya kuomba bwalo la watoto hawa. Ndio mama, piga magoti kwa niaba ya padre. Hapana, ni mimi padre ndio ninayetakiwa kupiga magoti, ni mama usije, kwa sababu nimeshasema naogopa watu watatu. Mmoja wapo ni wale ndio maana nimewasimamisha heshima yangu kwa ajili ya watoto wale. Sisi tutapita lakini hawa watatusaidia. Hawa ndio watakaotufanya sisi nchi isonge mbele. Hawa ndio watakaotutambulisha sisi tulioko hapa. Hawa ndio watakaotufanya sisi tupate heshima na ndio Baba Ilomo ndio watakaotusogeza tuende kwa Mungu. Asante sana yeah wale waliosimama kule nyuma, ikiwezekana bwalo wasinyeshewe na mvua, ili waweze kula chakula na waweze kusoma vizuri, na hatimaye watuombee na sisi, mimi na wewe, ili tusogee kwa Mungu. Asante sana, hasa tukianza kwenye bwalo la chakula hapa tulipo. Shule yetu ni changa, tuna changamoto hiyo pamoja na kupata bweni hili tunajua litatusaidia kwa kiasi , lakini bwalo la chakula ni shida, kwa sababu watoto wetu sasa wameanza kupata mioyo. Naomba, nawaombeni sana kwamba mngetusaidia tukapata fedha ya kujenga bwalo la chakula. Jibu hilo kwamba TASAF inafanya kazi kwa maelekezo ya serikali, niseme tu kwamba hilo ombi na mimi naliona vile bwalo lilopo linaonekana wala sio sisi. Sote tuliokuja hapa, kwa maana tunaowakilisha TASAF, lakini pia na uongozi wa wilaya, tutaendelea kulizungumza tuone namna gani hii kazi inaweza kufanyika. Kwa hiyo wenzetu nao wilayani wataona namna ya kusaidia, lakini sisi kama TASAF tutalisemea hilo japokuwa tuna, tuna, tuna, tuna, tuna shida moja kwamba Tasafu tulionayo sasa inaisha mwezi wa tisa. Serikali imekubali kuendelea na Tasafu awamu ya tatu, kwa hiyo maandalizi ya Tasafu awamu ya tatu yanaendelea ya, na kwa msingi huo hatujui nini kitakuwa ndani ya hiyo Tasafu awamu ya tatu. Vinginevyo ningekuwa najua ningekuwa nimetoa eh, mawazo yangu kuhusiana na hayo lakini, hayo maombi lakini, mwenye macho anaona hali halisi ilivyo. Kwa halmashauri ya Makete tumepokea takriban bilioni nne nukta nne nane katika miradi hii katika kata zetu zote mnazozijua ishirini na tatu vijiji tisini na nane miradi hii imetapakaa kila sehemu, mheshimiwa mwenyekiti kwa hiyo halmashauri ya wilaya Makete inakupongeza wewe, inampongeza Mheshimiwa Rais kwa kukuamini na kukuteua kutuongoza sisi Watanzania, kusimamia e, miradi yetu hii ya TASAF, na tunakuhakikishia kwamba hatutakuangusha, tutajitahidi kuhamasishana na wananchi hawa katika kutekeleza e, ujenzi wa miradi hii.